Yes ebwana, habari gani ndugu mtazamaji wa USA Habari TV, ukiwa nami Simon Bembe Black OG. Leo ni moja kati ya siku ambayo nimemfuma Max Vocal studio, ni kwa nani to say, lengo na mazumuni kutaka kujua ukimya wa kila music umetokana na nini na nini ambacho wametuandalia kwa muda mrefu. Wanasema kuinama kwa Kobe ni kutunga sheria. Ebwana, mambo vipi? Poa kama kawa, unyama sana Okay, nasikia kule studio ngome na Lia, user more no retire. Ni kitu gani ambacho umefikiria mpaka kufanya kitu kama hicho? Um, unajua kwa sasa hivi tunahitaji tufanye vitu ambavyo ni vya tofauti sana yeah. E, yani tufanye watu watuelewe, muda mwingine wasituelewe. Hii uh, user more imekuja ni kwako kama Max Vocal ama ni ya crew nzima hii? yeah, hapa ni ya crew nzima Yeah lakini ndani ya studio nimeweza kukufuma na mwanadada ambaye ni mpya kabisa katika crew yenu. Vipi, unaweza kutupasha habari zake, tukamjua ni nani na nini alikifata katika mlolongo mm, mzima wa kuwepo hapa studio yeah, ni bumba, ya ni kwamba Miss anaitwa Miguel na kilichoweza kumleta studio ni kwa sababu ya kuja kufanya kazi, na nafikiri yuko hapo kwa sababu ya kufanya kazi yeah. Vipi ulikutana naye vipi, Gold White? Uh, tulikutana ni, nilikuwa niko hapa hapa studio, so nikachukua namba kwa misi wake, ni mdogo wake nafikiri. Akanipia namba yake akaniambia, nikamwambia, nilimuuliza hivi, eh bwana, wewe sister yako yuko hapa? Akaniambia yupo, nikamwambia, mbona siku hizi simuone? Akaniambia yupo, nikamwambia, bwana mimi nataka nifanye naye kazi. Eh, kwa sababu dada yako bwana, uaga anajua. Umeona? Nataka nifanye naye kazi. Kwa hiyo Tuliweza kuongea pale, akaniambia ngoja nimpigie simu, akampigia simu, ndio hivyo, walikuwa amekuja na tayari yuko hapa anafanya kazi. Okay, katika uingiaji wake studio talent yake uh, kwa upande wako umechukulia vipi? Je, ni moja kati ya mtu anatisha na atakuwa kama wasanii wengine ambao tunawazoea hapa wetu wa kike? Hawezi kuwa kama wasanii wengine wa kike. Hey, kwa sababu unajua nini? Yaani mpaka Max na kwambia, mbona mimi nataka nifanye kitu fulani, bro so, kitu hizi sana. Kwanza binti mwenyewe anajua. Sawa. So, alafu sasa mara nyingi sana kuna mziki wa kuburudisha na mziki wa wasikio. Eh, kwa sababu anaenda kufanya mziki ambao ni wenyewe kabisa. Kwa sidhani kama atakuwa kama wengine, hapana, atakuwa tofauti sana na wengine. Yaani watu watarajia kwamba anakuja kitofauti na watu wengine jinsi ambavyo walikuwa wanatarajia. Okay, katika user mo sijasikia sauti yake mle ndani. Vipi mmemweka kando ama kuna project ambayo atafanya yeye mwenyewe? Yeye anafanya project yeye peke yake. Hii hapa ni kama vile lebo hii sio kundi. Eh, masuala ya makundi yale yalishaga, yalipotega na wakati. Yaani, watu tumerundikiana, tumerundikiana sio fresh. So sasa hivi ni kama lebo. Okay, turudi sasa kwenye ukimya. Ukimya ulitokana na nini sana? Maana mmekaa mpaka watu tumeshindwa kuwaelewa. Nini ambacho kimefanya kwa ukimya kwa muda kwa mrefu? Nafikiri muziki waga unahitaji kwanza utaratibu e, kila mmoja na waga na mbinu zake za muziki mzee. Kuna mtu anaweza akasema mimi nitakuwa nafanya kila siku kila siku nitakuwa na post watu wanakuzoea, umeona, wanakuelewa jamaa anafanyaga muziki ni msanii. Lakini muziki una taratibu zake, ya mtu anaweza akawa anafanya muziki kwa sababu ya mm, mimi bwana kesho na kishukuru, nataka muziki wangu uje unizalie matunda fulani, nije nifanye kitu fulani kwa ajili ya muziki wangu, mimi ni msanii mimi nifanye kweli. Lakini moja tetesa ambazo ziliweza kupita ndani ya ukimya wenu ni kwamba uh, nyinyi mliweza kuachika na tajiri wenu kiasi, yes, kwamba tajiri aliweza kuchukua akaunti yake na kuwafungia, then mkakosa mwelekeo. Hiyo ndio ilikuwa moja ya sababu ya nyinyi kuwepo kimya, hii ina ukweli gani ndani yake? Hii kitu ipo, ipo hivi. Nafikiri mameneja wengi, mabosi wengi sana ambao wapo Marekani wanaweza wakatengeneza kundi kwa sababu ya kutafuta maslahi ya wasanii, anaweza maana, wengi kundi nyingi sana zimevunjika. Ndio tuseme, si kwamba kila kundi ina tabia kama kundi nyingine. Jibu ni hapana. Watu wametofautiana, si ndivyo? unakuta kuna kundi fulani waga ni walevi, wengine wacha Mungu sana, wengine wakorofi. Kwa hiyo, kwa nini wale wote, watu wali, waliachwa na mabosi zao kwa sababu tu ya kutafuta nini? faida zao wao peke yao, lakini kuna wale ambao wana, wanaweza wakatamani kuwekeza kwa mtu. Bwana mimi nataka niwekeze kwa mtu, ndio wale ambao waga wanamshika msanii kwa moyo mmoja. Unakuta mpaka sasa hivi msanii bado yuko naye, wanafanya kila kitu. Iko hivyo kwa kusema, kwa upande wa kila music, um, bosi alikuwepo bosi yupo, lakini sasa hivi sisi hatuwezi kufanya kazi ile ya tuna, yani tumembeleza bosi sana. A a, hapana, yani bosi akiwa yupo serious awekeze yeye sawa na sisi tuwekeze bidii yetu kufanya kazi ni sawa, lakini sio sisi tuwekeze bidii ya maneno kumshawishi yeye kule, tumbembeleze sana, oya braza nini na nini, mpaka tumlambe miguu brother. Kama wewe ni wakuwekeza wekeza tu, tufanye kazi poa, ya iko hivyo. Ko boss yupo, lakini sema tu tunaangalia usiriazi wake, akiwa ipo tunapita naye kama hayupo serious tunamwacha hivyo hivyo. Maana tumekaa kimya muda mrefu kutokana na hizo tabia za mabosi. Unaweza ukakuta mtu amejileta hivyo, nyimbo mbili tatu anaondoka. Sasa hiyo sio tabia nzuri. Unamleta msanii kwenye kwenye game, tena unamwacha yani ni sawa sawa kama vile unampoteza. Una, una msanii anakuwa anaonekana kama vile hawezi kujipeleka ama hawezi kufanya kazi, na ni makosa makubwa sana. Yeah, okay. Ni kitu gani sasa uliweza kujifunza baada ya hali na tabia za mabosi zetu huko USA. So leo umekuja na upo na meneja mwingine. Ni kitu gani ambacho umejifunza kufanya nao kazi? Ama ni mwendo gani ambao utaondoka nao? Kwanza kitu ambacho mimi nimejifunza ni kile kwamba mimi sijafanya na na bosi kazi. Bosi aje anikute mimi nina kazi tayari. Yaani bosi kama anakuja aje anikute mimi Max nafanya kazi. Kwa nini? Akiondoka ataniacha mimi nafanya kazi. Eh, lakini sasa mimi nikisema bwana mimi namtegemea tu bosi kila kitu nitaangaika nitasumbua, kwa sababu nitakuwa ah, bosi ameondoka mawazo mengi. Lakini amekuja ananikuta mimi nafanya kazi, arudi asaniachi mimi nafanya kazi, bro. Kazi ni ile ile, tunaendelea humu humu. Kwa hiyo ndio kitu mwisho mimi nimejifunza, kwamba kwanza mimi mwenyewe kwanza nijitengenezee niji. Mazingira mtu mwingine akija, kwa sababu wao wanatabia wana kusupport, sio kumanage. Kama unamfanyia mtu nyimbo moja na video unaondoka, ni kama vile unamsupport mtu. Yeah, sasa kama ni kusapotiana tunasapotiana fresh, ananikuta mimi nafanya kazi zangu, kama ni kuwekeza anawekeza tunaishi fresh. Ya iko hivyo. Okay, nirudi kwa Girl White, ni moja kati ya msanii ambaye amesema kwamba wewe ndiye meneja wake wewe ndiye bosi wake, so na wakati wewe huko ni mtu bado unalia kwa mtu ili uweze kufanya kazi yako ii, nakujaje? Inaingia vipi na itatokaje hili swala? Um, sio kama mimi nalia kwa mtu mimi siwezaji kulia kwa mtu, na siwezi kulia kwa mtu mzee. Kama mimi nimekaa kimya, mimi siseme kwamba labda naweza kila kitu, hapana. Na mpaka nifike kumchukua yeye binti, niseme kwamba anataka nifanye kazi, nina malengo naye, yaani nina na kitu ambacho mi nakilenga, nina sababu za msingi, sawa, na sio kwamba labda eti mi nalia kwa mtu, hapana tuseme kwamba masuala mengi sana ya, yani tuseme kwamba zile harakati nyingi sana za manager kuja kwa upande wangu mimi na mimi aje afanye na mimi kazi nyingi sana nimeshafunja, labda hata manager akija kwa upande wangu mimi anaweza akawa wa kutimiza baadhi ya vitu tu ya yeah. Lakini masuala ya studio kila kitu nimeshamaliza, video baadhi nimeshamaliza. Kwa hiyo tunaweza kusema kwamba mtu kama akijisikia kunisupport anaweza kunisupport, na mimi kumsupport mtu mwingine, anaweza kumsupport mtu mwingine. Sio kwamba labda mimi nina pesa nyingi, labda nina uwezo mkubwa sana, hapana. Lakini lakini kutokana na akili yangu na kipaji changu ndicho ambacho kitanifanya mimi nikae wapi mjini, iko hivyo. Lakini ndani ya studio nilikuona katika usually, usually no retire ukiwa na mixing ngoma yako mwenyewe vipi? tusaye yupo ama ile kazi unaiweza? Ndio maana unafanya mwenyewe na unajigamba kiasi hicho kwamba hutaki hata kuwa na <laughs> mtu wakuja kuja kukumanage. A a, sio kwamba sitaki mtu kuja kunimanage, mtu kunimanage ni kuja kuweka baraka kwangu, eh mdogo wangu. Mimi bwana, ndaga nikusupport, sawa kabisa. Ni vizuri sana, kwa sababu ameona ndani yangu kuna kipaji, naweza kurekodi muziki wangu, naweza kufanya muziki wangu iwe vizuri, yani anachoweza kufanya mimi lakini tuangalie sasa kimataifa, tuende kwa mfano uh, Diamond na Zuchu katika lebo yao ya WCB. Ni Diamond aliweza kumchukua Zuchu akiwa kinda kabisa, ajui chochote, alimwelekeza mziki, then waliingia katika mahusiano. wewe na Gold White. ni nini kitachokea hapo baadaye katika lebo yenu? kila kitu tuseme kwamba ni Mungu anapanga, sawa ya lakini nafikiri, palipo na kazi waga panaangaliwa kazi eh. maana hata Zuchu na damu ndisio si, si, mke na mume wale eh wanaishi tu, wanasema kwamba sijui kama wanachumbiana wana, sijui kama ni wapenzi, you know, ipo siku yanaweza akaisha, wala yani, waga inatokea kila kitu kwenye, kwenye maisha koo. Palipo na kazi ya mwanamke na mwanaume pana kazi Pana mambo mengine pana vitu vingine. Kwa hiyo sisi sasa wenyewe sasa kujimudu kujua kwamba kile kitu tunafanya nini. Kama tumelenga kazi tunalenga kazi. Eh na tukiwa tunaakiliza mapenzi basi tunaama kwenye mapenzi kila siku. Mapenzi kazi inaisha. Lakini ni ninavyomtazama kwa jicho la mbali kama ana hisia na wewe za kimapenzi na si kazi kweli? Si unaona hilo eh? <laughs> Hapana, ni uongo. Okay, mimi ni kushukuru kwa muda wako Bwana Max Vocal lakini tutoe ahadi moja tu, nafasi ya kutoa ahadi kwa mashabiki zako kwamba ndio umerudi na unakuja kufanya kazi. So ni kupe na fursa tu moja ya kutoa, yani tu kidogo ya verse ya usually no retire, ijapokuwa sijaijua title, ila nafasi tu ya kuwaburudisha mashabiki zetu okay? Come on.

Mimi naweza nikawambia kwamba sasa sasa hivi nataka nifanye mziki serious, so nafanya mziki, nahitaji support yao. Nafikiri muda mrefu sana nilikaa kimya, na support ndio ambao wanafanya mtu afike, afike mbali. Hatujivuni, hatuna kiburi, hatuna jeuri. Sisi ni maskini, lakini tunapigania kile tulicho nacho kiwafikie na muweze kutusupport. Itapendeza sana, iko hivyo yeah, Okay, asante mda wote ulikuwa nami Simon Black.